Mlango wa kumi na saba. Zaidi ya hayo, Ahithofeli akamwambia Absalomu, niache nichague watu kumi na mbili elfu nami nitaondoka na kumfuatia Daudi usiku huu, nami nitamshambulia wakati atakaokuwa amechoka na mikono yake imekuwa dhaifu, nami nitamtia hofu na watu wote walio pamoja naye watakimbia, nami nitampiga mfalme peke yake, na hao watu wote nitawarejeza kwako yule umtafutaye ni kana kwamba wamerudi wote na hivyo watu wote watakuwa katika amani. Shauri hili likawa jema machoni pa Absalomu na machoni pa wazee wote wa Israeli. Ndipo Absalomu akasema, basi mwiteni Hushai Mwarki, naye tukasikie atakayosema yeye pia. Basi Hushai alipofika kwa Absalomu, Absalomu akamwambia akasema, Ahithofeli amesema hivi. Je, Tufanye kama alivyosema? Kama sivyo, sema maneno yako. Hushai akamwambia Absalomu, shauri hili alilolitoa Ahithofeli si jema wakati huu. Hushai akafuliza kusema, wamjua baba yako na watu wake ya kuwa ni watu mashujaa, hawa nao wana uchungu katika mioyo yao, kama dubu aliyenyang'anywa watoto wake nyikani. Tena baba yako ni mtu wa vita, hatalala pamoja na watu wake. Angalia, amefichwa sasa katika shimo au penginepo. Kisha itakuwa watakapoanguka baadhi yao mwanzo, kila mtu atakayesikia atasema kuna machinjo katika watu wanaofuatana na Absalomu, basi hata yeye aliyeshujaa mwenye moyo kama moyo wa simba atayeyuka kabisa, maana Israeli wote wanajua ya kuwa baba yako ni shujaa na ya kuwa watu wale walio pamoja naye ni mashujaa. Kwa hiyo shauri langu ni hili: wa Israeli wote toka Dani mpaka Beersheba wakusanyike kwako kama mchanga wa bahari kwa wingi, na wewe uende vitani mwenyewe. Hivyo tutamfikia mahali popote atakapoonekana, na kumwangukia kama vile umande uangukavyo juu ya nchi, wala hatutaacha hata mmoja wao, yeye na watu wote walio pamoja naye. Tena ikiwa amejitia katika mji wao wote, basi Israeli wote wataleta kamba na kuuendea mji ule, nasi tutaukokota mpaka mtoni wala halitaonekana huko hata jiwe dogo moja la mawe yake. Naye Absalomu na watoto wa Israeli wakasema, shauri la Hushai Mwarki ni jema kuliko shauri la Ahithofeli. Kwa maana Bwana alikuwa amekusudia kulivunja shauri jema la Ahithofeli, ili Bwana alete mabaya juu ya Absalomu. Ndipo Hushai akamwambia Sadoki na Abiathari makuhani, Ahithofeli, amempa Absalomu na wazee wa Israeli mashauri kadha wa kadha, na mimi nimetoa mashauri kadha wa kadha. Basi sasa pelekeni habari upesi, kamwambieni Daudi ya kwamba asilale usiku huu karibu na vivuko vya jangwani, bali asikose kuvuka, asije akamezwa mfalme na watu wote walio pamoja naye. Basi Yonathani na Ahimaasi walikuwa wakikaa karibu na Enrogeli, na mjakazi mmoja alikuwa akienda na kuwapa habari Nao huenda kumwambia mfalme Daudi, maana ilikuwa lazima wasionekane wakiingia mjini. Lakini kijana mmoja aliwaona akamwambia Absalomu. Basi wakaenda wote wawili kwa haraka, wakafika Bahurimu, nyumbani kwa mtu aliyekuwa na kisima uwani mwake, wakashuka ndani yake. Na mwanamke akatoa kifuniko akakiweka juu ya mdomo wa kile kisima, akaanika ngano iliyotwangwa juu yake, wala halikujulikana neno lolote. Nao watumishi wa Absalomu wakamwendea yule mwanamke mle nyumbani, wakasema, wako wapi Yonathani na Ahimaasi? Yule mwanamke akawaambia, wamevuka kijito cha maji. Basi walipokwisha kuwafuata wasiwaone, wakarudi Yerusalemu. Kisha ikawa baada ya kuondoka kwao, wale wakatoka kisimani, wakaenda wakamwarifu mfalme Daudi, wakamwambia Daudi, ondokeni mkavuke maji haya upesi maana ndivyo alivyotoa shauri ya Ahithofeli juu yenu. Ndipo Daudi na watu wote waliokuwa pamoja naye wakaondoka wakavuka Yordani, na kulipopambazuka hakubaki mmojawapo wao asiyevuka Yordani. Naye Ahithofeli alipoona ya kuwa shauri lake halikufuatwa akatandika punda wake akaondoka, akaenda nyumbani kwake mjini mwake, akaitengeneza nyumba yake, akajisonga, akafa akazikwa kaburini mwa babaye. Basi Daudi akaja Mahanaimu. Naye Absalomu akavuka Yordani, yeye na watu wote wa Israeli pamoja naye. Naye Absalomu akamweka Amasa awe juu ya jeshi mahali pa Yoabu. Basi huyo Amasa alikuwa mwana wa mtu jina lake Etheri Mwishimaeli, aliyeingia kwa Abigaili binti Nahashi, ndugu yeSeruya mamaye Yoabu. Israeli na Absalomu wakapiga kambi katika nchi ya Gileadi. Ikawa Daudi alipofika Mahanaimu, Shobi, mwana wa Nahashi wa Raba, wa wana wa Amoni, na Makiri, mwana wa Amieli, wa Lodebari, na Barzilai, Mgileadi wa Rogelimu, wakaleta magodoro na mabakuli na vyungu na ngano na shairi na unga na bisi na kunde na dengu na asali na siagi na kondoo na samli ya ng'ombe, wapate kula Daudi na watu waliokuwa pamoja naye, kwani walisema, watu hao wana njaa tena wamechoka, nao wana kiu huku nyikani.